O so ya Mungu aliyekuumba, hiyo ni nguvu ndani mwako, na salama yako ni kuingia kwa Kristo. Leo yohai mwana wa Mungu haweza kukoka ukawasalama, mama ukawasalama, binti ukawasalama, kijana ukawasalama, baba ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kila nasi naingia kwake inakwamba ina nguvu za Shetani, tunakwamba ina nguvu za giza, tunaiendea nuru ya Baba, unatembea nuruni, macho ya rohoni yanatiwa nuru, unajua mambo yanayoendea, unakataa mabaya. Wewe tu ukataa mabaya, uko kwenye giza totoro, anaweza kanuna, amefazika, haelewi. Hapo macho yamepigwa upofu, yote kwa sababu Kristo hayupo, aliye nuru. Jamwelekea hayafai, ukishamwendea Kristo anatia nuru macho ya rohoni, kabla jambo hujafanywa naelewa elewa. So na unaona, unaona huma hata mtu anaoacha endea kwenye mkutano akikutana na nyoka anamuona eti atamngata huyu, anachukua ni mtu anaanza kumpiga. Maana amemuona Kristo, anasema waambie watu wangu waache nguvu za giza, waielekee nuru. Kwa mtu huyu Kristo akiingia moyo, naye ameingia ndani ya Kristo, ndani yake mle giza na pisa tayari, macho yake yanaona kama kuna uovu unaona kabla hujatenda, unazuia. Hii ni nyoka, hii ni simu, hii ni hatari, usiende. Unasema toka, kachinaisi toka, asilaa toka, mawazo mabaya kabla haja kuasi na kuanza kutekeleza, kabla unayaona. Ile amesema mioyo yenu na itiwe uisana wapo watakatifu, macho ya moyo yanatiwa nini? Nuru ni mtu aliyeingia kwa Kristo, ametoka kwenye nguvu za shetani, Kristo amemuondoa, amemwelekea Mungu, macho yake yanatiwa nuru, anajua witaaliyochu w oh, koja mwanadamu tatemena giza mbakalini tatemena nguvu za shetani, mwisho wako ni wapi? Hata jivunia utala utalonga milele, hata jivunia umalaya utazini milele. uo mwili unaotikisa uo una siku utakuwa kama mti wasema mwili wa marehemu leteni na tikisa natikisa ijilwa kusemese, siku hiyo huwezi kutikiswa, ni mwili wa marehemu weo melipoti na ilo furusho uliokuwa nayo lile au uzinzi, mwili unarudi udongoni ule uliokuwa unajivunia.